Baby, Muturi my brother, ambayo ako na chama ilikuwa yetu ilifuma sana, wote tulichangia kama DP viongozi wote. Mimi nimeitwa hapa tu kwa jambo moja Kanisa. Sisi madha na wengine tulienda Eldoret, tukiwa na Mwai Kibaki kuzika watu 28 madha ulikuwako, mimi nilikuwako, ambao waliuawa kwa kanisa. Na saa hii tena tumepata shinda ingine, ambao vile vile watu wanataka kuuawa kwa kanisa. Mimi nawauliza viongozi wetu ambao wako hapa mbele yetu Kenya yetu ya excellence ambayo muko hapa iko mkononi mwenu, mwenu. Sasa mutuweke kwa matope ama mutuondoe, tuondoe huu muuaji tafadhali, muchikane ndiyo tuondoe muuaji kabla hanjaua hizi zote. Tuko pamoja, na mimi ninataka kusema jia mwafaka. Jia ya mwafaka ya kutoa huyu, mzi, huyu muwanji kwa kiti mzee wetu hapa wa kutoka Ukambani nampenda sana Kalonzo Musyoka wewe umefunga karibu kosi kukunja mpaka mahali inaitwa Ukambani umefunga kura yako hata ikienda wapi iko mkononi mwa nani? mwa Kalonzo wale kina Eugene na natembea kule, ninasikianga wakisema kila wakati wataungana chama yao kwanza injenge Western ndio tuje pamoja. Wacha niwaambie sisi wa Kikuyu, ukisikia Mukikuyu ukisikia wakabila mada wa kabila ni mkikuyu tu Kenya hii, wale ambao tumezoea siasa hiyo ya Moi na sasa tuko nayo ni Aruto. Mkabila ni nani? mwaiwa modureto mkabila ni andua shio mukamenya muekoni arekoatya. Kwa hivyo mimi nawauliza kwa jia ya heshima, 2022 election ambayo iliisha. Hakuna Mkikuyu alisimama kiti ya president. Tulichagua Ruto, wale wengine wakachagua baba, na sisi ni Wakikuyu na bado tunaitwa wakabira, bado tunaitwa nani? Wakabira. Rigiji, enda na hiyo ukabira yako, uunganishe Central na Mount Kenya yote, wacha huitwa mkabira. Wacha uitwe mkabila. Kama ukabila ni kulete watu pamoja, wacha uitwe mkabila. Ndugu yetu bwana Matiang'i, ndugu yangu, nampenda sana, tumekuwa naye kwa serikali. Na wewe mzee wetu, tufungie huko kwa Wakisii na utufungie huko Ruo Nyanza, Migori, ufunge yote, ufunge huko yote vile Kalonzo amepunga padi hii hapa central central kuna kitu mnataka jamani simefungwa si central imefungwa imefungwa imefungwa na nani imefungwa na nani imefungwa na nani akiongozwa na, na Muturi na mama wetu ambaye uko hapa wakenya na wakenya wote Musipofanya namna hii kupigana tuanze eh, kidogo hapa songo kidogo ingiria, mukishafunga huko Gikuyu mwa kiri mwaka wa hiti ni guo ni mwaka wa hiti ni hoya na gorige andu mambe makahinge kwao andu mahinga kwao riu machoke maikare methaine. Ni kweli mukifunga kwenu na wale wengine kwenu, tuje pamoja sasa. Mukitaka kusema ni, ma, ni mama wetu president museme, ni Matiangi museme, ni Rigiji museme, ni Kalonzo museme, ni Muturi lakini mumefanya nini? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you mzee wetu, sisi tunataka wale waliohusika kule Nyeri watiwe mbaroni ili tujue kwamba Rais Ruto anataka kutupatia usalama. Na mwisho kabisa, ili niweze kumwita my party leader, nimwambie kwamba kama kuna deni ambayo Rigathi Gachagua, kama Ruto kuna deni analodai kutoka kwa Rigathi Gachagua, atuambie sisi wananchi, tutachanga tumlipe deni yake, achane na Rigiji. Na mwisho kabisa, ili niketi Niseme kwamba kuna, unaweza kuamini Mungu ama ukaabudu mashetani. Mungu ninayemjua ni Mungu ambaye hadai damu ya binadamu. Sasa mimi nataka kumwambia Ruto, wewe sioni kama unaamini Mungu ambaye tunahubiriwa hapa, na kama umwamini Mungu ambaye hadai damu, utuambie mashetani unayowaabudu basi yanayoitisha damu ya watoto Manake umeua watoto wetu wa Gen Z. Ulitaka kuua wengine kule weti, maodhaya waulize ili hao... Kwani wanataka damu kiasi gani ili umtafutie? Na kwa hivyo sisi hatufanyi siasa kanisani, ila tunasema sababu ulitushambulia, na sisi tunakuja kanisani. Na mwisho kabisa kule kanisa la Kiambaa kule Eldoret, mwaka wa 2007 na 2008, na, na, na mimi mchungaji, unajua ni mtu do uh, wa kanisa yakiwa amesemwa hayo nataka William Ruto the worst nightmares in this country and he is none other than the second deputy president Rigathi Gachagua, kachagwa atuendeleze karibu sana, mheshimiwa let me request the Honorable Jane Kihara to speak on behalf of the members of the National Assembly mheshimiwa mama wetu thank you, Excellency Excellencies wale tuko nao: Matiangi aexcelenc Martha Karua, His Excellency Rigathi Gachagua, My Counsel, wakili wangu.